amesema hayo wakati wa ibada maalum ya kumstaafisha kwa heshima aliyekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Tumaini Makumira, Mchungaji Profesa Dr Joseph Parsalaw na kumwingiza kazini makamu mkuu mpya wa chuo hicho Mchungaji Profesa Dr Faustin Mahali iliyofanyika katika chuo kikuu cha Makumira kilichopo mkoani Arusha. Tumaini Makumira ni mtoto wa kanisa, tunataka tuendelee kuona changes na vyuo vingine vyote vya kanisa tuone zinakuwa na chenezi zake ziweza kukua. Aidha, Dr. Malasusa amesema kuwa vyuo vya kanisa vinapaswa kuwa na mabadiliko, mageuzi na mapinduzi katika taaluma zinazotolewa ili kuhimili na kukabiliana na changamoto za ukosefu wa ajira kwa wahitimu, huku akipendekeza kuundwa kwa jukwaa al maalum litakalowajumuisha wastaafu ili kuwakutanisha na kupata baraka zao lakini la pili, mageuzi. Wakati mwingine neno hili inatumiwa vibaya, lakini ni labda kwa Kiingereza vizuri zaidi transformation. Tuone transformation pale, tulikuwa hapa, sasa tunakwenda pale, kama sasa chuo kinafikiria mpaka kuweka mahali pa utalii That's a transformation. na cha tatu, lazima kuwe na mapinduziza kiswahili natisha lakini evoush mapinduzi tunayotamani sisi iwe <coughs> restoration, yani hata walioanza ya basi, mapinduzi yaliyo kama yamepotea yarudi pale, kama tumesema hapa, walichungia nyimbo kutuambia profesa Parsalaw, haya yote tunayategemea sana. Niseme ya moyoni, nimefurahi sana kumwona profesa skofu uh, profesa makabana na ni maombi ni yangu kwamba kama afya ina ruhusa ya Profesa Liwagila na Profesa Mwakagari, mwenyekiti wa baraza, kumbushe vice chancellor hawa pamoja na, na, na Profesa Parsalaw hata wakikaa masaa mawili siku moja eh, tutapata baraka sana katika chuo hiki <laughs> yasna yani, foram ya hawa waliopita na pia foramu ya wenye viti abaraza uh, na Profesa Esther Makambo, wewe na wengine wengi. Bahati nzuri, Profesa Parsalaw anatunza historia sana. Akitoa itikio la kustaafu, Dr. Joseph Parsalaw ameeleza kuwa chuo cha Tuma kimeendelea kupiga hatua kila mwaka, huku makamu mkuu wa chuo aliyeingizwa kazini mchungaji Profesa Justin Mahali akiahidi kuendeleza wajibu huo mpya aliyokabidhiwa na kanisa. Tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha Tumaini Makumira, wahadhiri wamefanya kazi kubwa sana ya kukuza taaluma wa theolojia, wa sheria na humanitia. Tunamshukuru Mungu sana kwamba wahitimu wetu wanaajirika mahali popote popote Sababu ni kwamba hatuna, hatuonei mtu mtu, anapewa haki yake, anapewa haki yake. Hakuna mwalimu anayemsumbua mtu ili ampe alama, hapana. Kwa hiyo bado tuna kile ulichosema mkuu wa kanisa, Christ-centered University, tunamuogopa na kumheshimu Mungu. Nakubali wajibu huu Ka Kwa sababu ni ndani ya wito wangu wa kichungaji wa kumtumikia Mungu popote. Dhamana hii ni kubwa sana kwa hiyo namwomba Mungu anisaidie kutekeleza kwa weledi na umakini majukumu yaliyoainishwa katika katiba na miongozo ya chuo. Naahidi kusimamia maono na malengo ya kimkakati ya chuo ambayo yameainishwa katika mpango mkakati wetu wa miaka mitano ili chuo kiwe na wanafunzi wengi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa wilaya ya Rumeru Amiri Mkalipa amesema serikali iko tayari kushirikiana na KKKKT katika shughuli zote za kimaendeleo na kuwaletea maendeleo wananchi. Sisi serikali mkoa wa Arusha na Tanzania kwa ujumla lakini hasa mkoa wa Arusha kwa sababu ndiyo mamlaka yetu. Kwa kweli, kanisa la KKT ni sehemu yetu ya uongozi. Sehemu ya pili ni eneo la kutolea huduma, iwe elimu iwe afya. Tunalishukuru kanisa. Nao baadhi ya wanafunzi na walimu wa chuo hicho, wakiwemo Kisaki yake Ngondia, Frank Akio na Jovian Katundu, wameahidi kutoa ushirikiano kwa makamu mkuu wa chuo aliyeingizwa kazini na kumshukuru mtangulizi wake. Uh, walimu wenzangu wote na wafanyakazi wote wa Tumaini University Makumira, natamani tumpe ushirikiano mzuri Profesa Faustin Mahali tuone lile lengo lake uh, ile vision yake ikifanikiwa, ile vision yake uh, iki, ikiweza kutekelezeka. Na pia kwa wanafunzi, natamani tuwe mabalozi wazuri, tufanye chuo chetu kijulikane, tufanye chuo chetu kisonge mbele. Na pia ninaamini wanafunzi ni wateja wetu, so ninaamini tutawafanyia kitu kizuri. Ninaamini prof. ana maono na vision nzuri kuhusu wanafunzi. Tumesikia fursa nyingi ambazo zimezungumzwa na makamu mkuu wa chuo ambaye ameingizwa kazini na kwa uhakika tuna imani na yale ambayo ameyasimamia kuwa atayatekeleza nasi sote tutakuwa nyuma yake, kushirikiana pamoja naye. Wito wangu kwa wanachuo wenzangu mlioko hapa chuoni, tuendelee kusoma kwa bidii. Tunajua kabisa hatujakosea kuja mahali hapa ni mahali sahihi kabisa. Tunajua elimu inayotolewa ina ubora kabisa, na chuo chetu kina renki kubwa kati ya vyuo bora kabisa Tanzania kabisa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tunapata elimu ambayo ni bora na ambayo ni ya ushindani wa soko, katika soko letu la Tanzania na nje ya Tanzania pia. Miongoni mwa mambo ambayo makamu mkuu mpya ameahidi kuyatekeleza ni pamoja na kuweka ushirikiano na kanisa pamoja na jamii kwa ujumla, ili eh, kuendeleza kile ambacho eh, mtangulizi wake aliweza kukifanya kutoka katika chuo hiki cha Tumaini Makumira kinachomilikiwa na kkkkt Mimi ni eli Huruma, chao Upendo TV habari.